Vipi, mimi ni Amina Semagogwa ni azime dakika moja ni kupe habari. Siku ya jana, Ruteni Jenerali Josefu Mutombo wa mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, amemhukumu kifo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila bila mwenyewe kuwepo baada ya kumtia hatiani kwa makosa makubwa ya kiwemo ya uwasi. Jeji huyo amesema Kabila mwenye umri wa miaka 54 amepatikana na hatia katika mashtaka yanayojumuisha usaliti mauaji, unyanyasaji wa kingono, mateso na uasi. Kabila ambaye alitawala nchini DRC kuanzia mwaka 2001 hadi 2019 aliondoka nchini humo mwaka 2023. mwezi Mei mwaka huu alionekana kwa muda mfupi katika maeneo ya mashariki ya nchi hiyo yanayodhibitiwa na waasi wa M23, hatua iliyotajwa kama muungaji mkono wake na waasi hao. dakika moja tu imenitosha kukupa habari.